Mlango wa hamsini. Bwana asema hivi: iko wapi hati ya talaka ya mama yenu, ambayo kwa hiyo naliachana naye? Au nimewauza ninyi kwa nani katika watu wanaoniwia? Ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu, tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa? Au je, mimi sina nguvu za kuponya? Tazama, kwa kukemea kwangu naikausha bahari, mito ya maji naifanya kuwa jangwa; samaki wao wanuka kwa sababu hapana maji, nao wafa kwa kiu. Mimi nazivika mbingu weusi, nami nafanya nguo ya magunia kuwa kifuniko chao. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Niliwatolea wapigao wa mgongo wangu, na wang'oao ndevu mashavu yangu, sikuficha uso wangu, sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia kwa sababu hiyo siku tahayari kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume nami najua ya kuwa sitaona haya yeye anipatie haki yangu yukaribu ni nani atakayeshindana nami na tusimame pamoja ni nani aliye hasimu yangu na nikaribie basi tazama bwana mungu atanisaidia ni nani atakayenihukumu kuwa mkosa tazama hao wote watachakaa kama vazi nondo watawala ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, aitiye sauti ya mtumishi wake? Yeye aendaye katika giza, wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Tazama, ninyi nyote mwashao moto, mjifungiao hiyo mienge, endeni ninyi katika mwali wa moto wenu na katika mienge mliyoiwasha. Mtayapata haya kwa mkono wangu, mtalala kwa huzuni.